Wakala wa nishati vijijini REA unatekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia katika kila kona ya nchi ili kuhakikisha ustawi wa wananchi kupitia matumizi endelevu na salama ya nishati safi ya kupikia. Hayo yamebainishwa Oktoba 23, 2025 na msimamizi wa miradi ya REA mkoani Mtwara Mhandisi Daniel Mwandupe wakati wa kampeni ya uelimishaji na uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Katika shule ya sekondari Mbawala mkoa ni Mtwara tuna miradi mikubwa mitatu ambayo inaendelea. Kuna mradi ambao tumewezesha nishati safi ya kupikia katika gereza la Lilungu na tumewafadhili kwa kiasi cha milioni sabini kwa ajili ya kuboresha miundombinu yao ya kupikia katika gereza lile la Lilungu ambalo liko katika wilaya ya Mtwara. Pia tumeweza kusambaza mitungi ya gesi kwa mkoa mzima wa Mtwara na wilaya zake zote tano kiasi cha mitungi zaidi ya elfu kumi na sita ambayo ilishaanza kusambazwa na takriban mitungi karibu 3500 imesha sambazwa katika wilaya zote za mkoa wa Mtwara na tunaendelea mpaka idadi ikamilike, na inauzwa au inatolewa kwa bei ya ruzuku ya shilingi elfu kumi na tisa mia tano kutoka katika bei halisi ambayo ilikuwa ni shilingi elfu thelathini na tisa kwa mtungi mdogo wa kilogramu sita. Mradi wa tatu ni kusambaza majiko banifu au majiko yanayotumia nishati safi ya ni kupikia majiko hayo yameweza kusambazwa zaidi ya majiko elfu nane kwa mkoa mzima wa Mtwara. Mwaka elfu mbili na thelathini na nne wananchi kufikia asilimia themanini wawe wameshafikiwa au wana uwezo wa kutumia nishati hiyo safi ya kufikia. Nashukuru sana leo wamekuja kutuletea elimu ya kutumia nishati safi, wakala wakalalea wametuelekezea mambo mbalimbali, wametufundisha jinsi ya kutumia, mfano majiko ya gesi, majiko ya kuni mbadala na majiko ya umeme. Hapo zamani watu wengi walikuwa naogopa sana kutumia majiko ya gesi kwa kuwa walikuwa hana ujuzi wa kutumia majiko ya umeme au nishati safi kwa kuatumia. Serikali tunashukuru sana kutuwekea wakala walea, kutuonesha ujuzi mbalimbali wa kutumia nishati safi. Tutakuwa mawakala, tukirudi huko vijini kwetu watatu, tutaelekeza kuhusu jinsi wanavyotumia nishati safi, mfano wa nishati safi, nishati ya umeme, mkaa mbadala, nishati ya gesi pia ukizungumzia umuhimu wa kutumia nishati safi kwanza, inatusaidia kupunguza matatizo ya kiafya. Pia wanaweza wakapiga kutumia usafi zaidi kuliko mkaa au kuni. Tuna washukuru serikali kupitia wakala wao Lea kwa kutuelimisha na kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Leo tumepata kujifunza jinsi ya kutumia nishati safi kama majiko ya umeme, jiko la gesi na jiko la mkaa banifu. Pia tumejifunza umuhimu wa nishati safi kama vile unakoa gharama katika matumizi, pia ni salama kwa afya na pia inalinda mazingira pale tu watu wanapokata miti ovyo. Matumizi ya nishati safi hasa katika maeneo ya shuleni yana msaada mkubwa sana, hasa kwa afya za wanafunzi. Endapo tunatumia kuni, ni tofauti tunaotumia mkaa banifu au kuni mbadala ambazo hazitoi moshi na pia inatusaidia kuivisha chakula kwa haraka na wanafunzi kupata chakula kwa mapema na ili kuendelea na masomo yao kama kawaida. Inatusaidia kupunguza gharama katika matumizi ya mkaa pamoja na kuni kwa sababu nishati safi inatumia kiasi kidogo cha nishati. Elimu tulioipata kwa siku ya leo imetuhamasisha tuweke mkakati wa kubadilisha nishati ambayo tunaitumia sasa hivi kupika chakula cha wanafunzi, tuingie kwenye nishati safi ambayo itakuwa ni rafiki kwetu, itatusaidia ku muda tunapika kwa muda mchache na chakula itakuwa kiko salama na kwa hali ya usafi. Kwa upande wa gharama nishati ambayo tunatumia sasa hivi, hasa ukiangalia matumizi ya kuni au mkaa, tunatumia kwa kiwango kikubwa, unatumia kwa wingi ili uweze kuivisha chakula tofauti na nishati safi utavyoitumia utakuta ni kiasi kidogo, koo chakula akiwa kimeiva. Na nishati mwanzo ambao tuonaitumia, ukilinganisha gharama ya inakuwa nishati safi, gharama inakuwa ni ndogo, tofauti na gharama ambayo tuko naitumia mwanzo, kwa nishati ambayo sio safi, kama ni mkaa na kuni. Tunakabidhi leo jiko ambalo linaitwa jiko banifu, linaitwa jiko kwa sababu linabania nishati wakati wa kupika, linatumia nishati kidogo, ndio maana inaitwa banifu. Jiko hili linaweza likatumia kuni au mkaa kama ambavyo tulioneshana pale, au kuni mbadala au hata makaa yale ya ya mawe. Kuna mkaa bora unaotengenezwa kwa kutumia makaa ya mawe, na jiko hili tunalikabidhi hapa litumike kwa ajili ya kuwaonyesha wanafunzi namna ambavyo linaweza kufanya kazi. Tunataka mfanye kwa vitendo.